Leo tutajifunza kuhusu hormone imbalance. Uko na Dr Pelina leo, na nilitaka kujua kwako wewe, mwanamke na mwanaume, hormone imbalance unaielewa vipi? Hormone imbalance ni, ni nini? Hormone ni imbalance ni mabadiliko ya hormone kwenye mwili wako, yaani mvurugiko wa hormone, aidha au mwanzako zimepanda au mwanzako zimeshuka lakini nini dalili kuu za hormone imbalance? Utajuaje kwamba wewe una changamoto ya hormone imbalance? Aa, dalili ya kwanza ni uchovu wa muda mrefu sana. Ukiwa unaamka uko mchovu sana, ujua una changamoto ya hormone imbalance. Lakini pia ni mabadiliko ya ngozi, walio wengi wanapata chunusi, wanabadilika ngozi zao, hiyo ni changamoto ya mvurugiko wa hormone. Lakini kitu kingine ni mabadiliko ya mudi, walio wengi pia akijikuta na changamoto ya hormone imbalance huwa anakuwa na hasira wakati mwingi, au huzuni ni bila sababu yoyote. Lakini ukishakuwa na changamoto ya homoni balance, unakosa usingizi mara nyingi, unakosa usingizi. Lakini kuna kuongezeka au kupungua kwa mwili na changamoto hiyo inawapata watu wengi, hawajui kama wanapata changamoto ya hormone imbalance. Unaweza ukajikuta unaongezeka mwili, mwili wako unaongezeka au mwili wako unapungua pia. Lakini kuna kitu kingine, dalili nyingine ni kupoteza au kuongezeka kwa hamu ya kula. Hiyo ni changamoto ya hormone imbalance. Kwa mwanamke, hedhi isiyo salama. Hii tunamaanisha nini? Labda ulikuwa unaingia siku tatu, utaanza kuingia siku moja au utaanza kuzidisha ukaingia siku saba, wiki nzima. Hilo ni tatizo la hormone imbalance. Lakini sio kwamba kila mmoja anaweza akapata hizo dalili zote ambazo nimezitaja hapana, na unaweza ukapata ukajikuta una dalili mbili tatu, lakini wengine unazo zote. Kwa hiyo watu ambao mko hatarini kwa ajili ya kupata hizo changamoto ni stress. Kama una stress, una changamoto ya kupata hormone imbalance. Lakini kama unakosa usingizi, pia ni dalili za kupata hiyo changamoto. Lakini kuna mabadiliko ya umri. Hapa tunakuwa tunaangalia kuanzia umri wa miaka 45 mpaka miaka 55. Je, umekoma hedhi? Hedhi yako imekoma kawa ilianza tatizo before hiyo umwi, ujue ni changamoto za kawaida, sio dalili za za kupata ukomo wa hedhi, ndio. Lakini ni nini cha kufanya ambapo utakuwa umejikuta una changamoto ya hormone imbalance? Kitu cha kwanza, jitahidi sana upate usingizi, lala sana, kula vizuri. Punguza stressi, usiwe na mawazo. Lakini kitu kingine, jitahidi sana uonane na daktari. Unavyoonana na daktari au mtaalamu yoyote wa afya, atakusaidia sana ni nini ufanye, uanzie wapi. Usitumie dawa haujaonana na mtaalamu wa daktari. Na kitu ambacho natakiwa niwaambie ni, ni kwamba hii video si, si ya vitu vingine, ni kwa ajili ya elimu na kupata ushauri kwetu.